Kumalizika zama ambazo kwamba kalilun fuqahauhu wenye kujua wanazuoni ni kidogo, lakini kathirun khutabauhu wenye kuzungumza ni wingi. Ngalia mtume mtumi sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alivyompa uwezo kujua. Ndio zama zetu hizi, kusoma hatutaki na kila mmoja uko tayari kuzungumza. Kuzungumza ni sahali, leo watu wako tayari kutoa fatwa mtu hajui kusoma hata Qur'ani lakini yuko tayari akai kwenye meza atoe fatwa, na kuwekwe vipindi vya kutolewa fatwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi yake asema, innallaha la yaqbidhu alilma intizaan yantazi'uhu min alibadi walakin yaqbidhu alilma biqabdhi lulamai hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha nnasu ruusan juhalan fa aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhalu. Mtume amezungumza masala kabla miaka alfu na mia nne lakini, leo sisi twayashuhudia, twayaona, tumeikimbia ilmu ya dini, tumeikimbia ilmu ya Kiislamu. Leo mtu huona aibu mtoto wake kushika gombo kwenda chuoni.